Wenye kunyamaza afahamu kwamba tabia nzuri, da'watun swamita, ni ulinganizi wenye kunyamaza, ni da'wa ya kimya kimya. E naam, wallahi alazim, tabia nzuri mara nyingine zina athari kubwa katika da'wa kuliko kusema. Waweza ukawaathiri watu kwa tabia zako tu, miamala yako na wao, uzungumzaji wako, ukarimu wako, huruma uliokuwa nayo, al ithar kuwatanguliza wengine katika mambo hata kama wewe mwenyewe unahitajia, lakini kujishusha ukajiweka levo ya chini kabisa ukiwa na wenzio hata kama wewe pengine Allah amekufadhilisha kwa mambo mengine, lakini unapenda kuwa mtu wa kawaida. Mambo haya yana athari yake kubwa tu katika da'wa. Kwa hivyo ufahamu kwamba tabia ni da'wa, eh, ni ulinganizi ulionyamaza. Tabia hazisemi, lakini zalingania. Umeelewa eh? Naam, wa ya'lama ay almuslim, na ajue huyo muislamu

min qaumin katika watu wengi tu, bisababi lakhlaq lhasana, kwa sababu ya tabia njema. Wangapi? Kwa maana wengi. Fakam dakhala fi lislami, na ni wangapi wameingia katika Uislamu, min qaumin, katika watu mara nyingi. Hiyo mimi inakuwaga ni zaidatul mukhama. Bisababi lakhlaqi lhasana, kwa sababu ya tabia nzuri

mwenye tabia mbaya ndio maana yake bisababi sayii alakhlaq, kwa sababu ya yule mwenye tabia mbaya tabi. Kuna watu wangapi wameuchukia Uislamu na chuki zao zikaendelea zika kuwa nyingi, kwa sababu ya mtu mwenye tabia mbaya tu katika Waislamu, watu wengi wakauchukia Uislamu wa hadha sahihi. Shekhe anasema

linafungamana na kuzifanya nzuri tabia zake. fima yataallaqu bitahsini akhlaqihi, katika lile ambalo linafungamana lina na kuzifanya nzuri tabia ya zake, jambo hili lichunge, lipatilize kwa maana lina athari nzuri, kama vile ambavyo usipolipatiliza jambo la tabia nzuri uta, utaharibu na utatuharibia da'wa.